Huko Asante. Kwanza kabisa naomba niwapongeze sana, jipigieni makofi mengi sana sichokifurahisha leo nene konondi likukae, tunatembea sana Tanzania hii, tunatembea sehemu nyingi sana kwa ajili ya mambo haya, lakini nennogwidai <fodcast> kwa sababu semina imekuwa nzuri sana ndugu zangu Wanyaruporo, kila mmoja ameonyesha kuwiwa na kujifunza kitu yaani, naamini kila mmoja ametoka na kitu okay. Sitaki niwapotezee muda mwingi, kwa sababu umetumia muda mwingi sana kujifunza mambo haya. Nataka niongee tu mfano mmoja, ndugu zangu, tupendaneni, yaani mambo yote tutaofundishwa yote tunaofundishwa sisi tufanye hivi tukakope Tupendaneni. kinachoponza akina mama we wivu, na ndio maana hatupeani taarifa sahihi. ukiwa na upendo na mwenzako, unajua mara nyingine, kuna kauli moja imetolewa hapa, anasema asiyetunzwa hawezi kutunzika. Kwa hiyo maana yake huanze kujipendelea wee kwanza nafsi yako, ukifungua moyo wako utaweza kusaidia na kuna watu wanajua namna kupata mikopo na kuna watu wanaogopa namna kupata mikopo. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu sana ametoa mikopo mingi sana, si ndio? Lakini kuna wajanja wachache wanaojua Onyeshe mfano kwamba akina mama tukipendana tunaenda sasa, hatuwezi kwenda, yaani yeah. Yeah, tumekaa hivi na roho zimefunga yeah. Hivi kuna mama mmoja mahali fulani alikuwa anagombea ubunge. Kwanza akajiuliza kwa wenzake akina mama kama hivi kama jamani, nataka kugombea. Watatu wakaa pembeni wakasema mwisho, wakaa pembeni wakasema tumsupport wa ah, yeah. ah, yeah. wa siku, tunamwacha wakamwambia, bado unaweza Twende kapu unaweza, twende. Twende tukupeleke, twende twende. Wakambeba. Wakaenda. Eh, vikao vya ndani vikaenda mama kapita. Kajieleza mzuri akapita. Because wao fuata mama kajieleza vizuri. Hawa nyuma na funyaja sana, tuta mwaga mali fulani na tatuona. Walikuwa pia kikao kile cha mwisho ili aende na kile kao cha mwisho nao mchagua mle ndani. Mmoja hapo ni wale saba kina mama. Wale msindikiza. Kula zikapi wana wenzangu saba wako wapi sasa? Kumbe moja ya kwake, moja baba, moja aliyekuwa pembeni, yani kuna baba aliyekuwa mle ndani yale mtabole, mama maula ngapi? Tusiwe hivyo. Ukiona mzee anaweza mvushe wa kila mmoja hatufanani, hata vidole sivipo hivi sasa. Tukisaidiana kila mmoja ukisaidia kumpush me, anatengeneza njia na utapita. Kina mama, tupendane, tuache ku kuna minginemarani Kigoma na mfano wa Kigoma, kuna mama mmoja akachukua fomu ya udiwani akatoka na mama kueleza kama hapa hivi.